Yes, muda mwingi hatujafanyia mashindano angalau kuonyesha kwamba uko tayari kwa ajili ya kuweza kutumika kwa mashindano, lakini pia timu yetu ikiondoka hapa inakwenda Kilimanjaro International Airport kusafiri kwenda kule. Kwa hiyo kuja kwetu Tanga hapa, tunaomba wanatanga mfanye dua zenu kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwezesha hapa hao watakapokuwa Moroko waweze kupata ushindi wa kuweza kuingiza mguu mmoja wa kombe la dunia. Nazungumza hivyo kwa sababu baada ya mechi ya Moroko tuna mechi mbili hapa nyumbani na Zambia na Naija, ambao mechi za kwanza tulishacheza tukawafunga kwao. Kwa hiyo kwa tunatakiwa tucheze nao hapa baada ya mechi hiyo. Lakini pia vijana wetu wa chini ya miaka 17 wanaenda Moroko kwenye mashindano yanaanza tarehe 31 watakuwa kule kwa muda wa wiki mbili, na pia watakapofanya vizuri wanaenda kombe la dunia. Na kwa taarifa ya wale ambao hawana takwimu zetu, vijana hao walioko kule Egypt, ambao wanaenda Morocco, wametokea hapa Tanga, na tumeanza kuwakusanya kama tunavyowakusanya hawa na waliweza kuwa mabingwa wa Afrika wa chini ya miaka 15 lakini mwezi ujao wa Aprili tutakuwa tena mashindano ya under 20 Tuna timu yetu inashiriki, na ikishinda itaenda kombe la dunia. Lakini pia tutakuwa na mashindano Ghana kule ya vijana chini ya umri wa miaka 13 ambao wengi wao wako hapa wasichana na wavulana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kidogo natoa data hizi, najua watu wanawahi na wewe utakuwa na muda, lakini tujue umuhimu wa kituo hiki na matokeo ambayo tumeshayapata, lakini pia vijana hawa walioko hapa leo wako 83 na wale walioko Egypt kule wako 24 na wote wanakaa hapa. Na kituo chetu kiko pamoja na wenzetu wa FIFA kwenye mradi unaitwa TDS ambao, ikiwezekana na kimpendeza Mwenyezi Mungu, tumeshafikia hatua za mwisho ya kuweza kuwa hiki kituo FIFA Talent Academy. Na inawezekana mwezi wa tano wakaja hapa kwa uzinduzi rasmi. lakini pia kuna miundombinu tutaiongeza mingi. Sisi ni warai tu wakazi wa Tanga, kile ni kituo chenu tukitunze. Juzi kidogo kuna uharibifu ulitokea, kuna watu waliwasha moto ambao kidogo ulikuwa ulete athari, lakini tunawashukuru wenzetu wazima moto, tulisaidia nao tukaweza kuzima. Kwa hiyo ni kituo muhimu sana, sio kwa Tanga tu, kiko Tanga, lakini kwa Tanzania nzima.